kwinginepo ni kuwa onyo kali limetolewa kwa wagemaji pombe haramu ya chang'aa kutoka chesikaki eneo bunge la mlima elgon kaunti ya bungoma kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao iwapo watakamatwa tazama na tumefanikiwa kunasa takriban lita 35 na wito wetu kwa jamii tuendelee kubadilisha njia ya kuishi chang'aa sio namna moja tu ya kuishi. Kuna biashara nyingi ambazo watu wetu wanaweza kuzifanya ili wajimudu kimaisha. Jambo lingine ni kwamba watoto wetu wanaendelea na mitihani, so tunasihi aswa wale ambao wanahusika na biashara ya haramu, tuwape mwafaka watoto wetu nafasi nzuri ya kufanya mitihani yao. Pia kuna wale ambao wanaendelea kufunga shule, wanarudi nyumbani, wazazi jukumika. Maboma ambazo tumetembelea, wengi wao walikuwa wanatoroka wana, wana kwa sababu baada ya kujua kwamba tuko katika hiyo operation hiyo, lakini ilituwezesha sisi kupata hii pombe ambayo kwa njia moja au nyingine tutakuwa tumeipunguza ili isiadhiri watu wetu. Pia ningepeana wito kwa ajili ya watoto ambao wanafunga shule kwamba masomo ni muhimu na wazazi wako na majukumu. Wakati walikizo wapatie watoto nafasi ili kwamba wakashiriki katika hafla za kanisa na mambo mengine ya michezo ili kwamba wakapata nafasi mzuri ya kutumia muda wao vizuri. Haya, disco matanga iliharamishwa na katika eneo letu, nataka nishukuru kwa sababu hatujakuwa na visa vya utovu wa usala, usalama kwa ajili ya disco matanga. Kwa hivyo matanga yote ambayo yanafanyika na hakisha kwamba hakuna disco matanga inapatikana ina katika eneo hilo. Ninashukuru. Wamama wamekuwa wakilalamika kwamba mabwana wao walali kwa nyumba, wengine wanakufa, wengine wameathirika. Sasa nadhani leo mama watafurahia, mabwana watalala kwa nyumba, vijana leo wataingia nyumbani mapema. Hatujamalizia hapo, tutaendelea tupunguze, punguze, at least, watu wakuwe nyumbani kwa wakati. Tumepata complaint mpaka kwa kwa walimu wetu wa ECD, watu wameishi kwa vituo, watoto wazaliwi, walimu wanaajiriwa na hawana kazi, kwa sababu mwalimu anaenda shule hakuna mtoto wa kufundisha. Tubadilishe chang'aa ikuwe chai, na watu waokoke na tutapambana nao, watu mpaka watatuokopa, kwa sababu hii pombe haramu ina, ina, ina haribu watoto wetu na hata jamii yetu. Watu hawana afya, wengine hata kurudi nyumbani sio rahisi.